Kuna njia nyingi sana ambazo unaweza ukazitumia kulipia matangazo. Kwa upande wetu hapa kwa Tanzania, uh, tuna njia nyingi nyingi. Kwa mfano tuna njia ya kutumia visa card ama account ya benki, unaweza ukatumia mpesa direct uh, na unaweza ukatumia pia paypal kama uh, unayo kwa ajili ya kuweza kulipia matangazo yako. Depends na wewe unataka kufanya matangazo, unataka kulipia kutokana Uh, kutoka katika njia gani ambao unaona wewe inakufaa. Kwa hiyo ziko njia nyingi sana, na binafsi huwa anapenda zaidi kulipia uh, ile direct uh, prepaid ambayo unailipia direct kutoka Mpesa, naweka pesa yangu na nalipia kwenye Mpesa moja kwa moja, inaenda kule ndani, matangazo yanaendelea kuwa vizuri, na ni njia rahisi sana kuweza kulipia kama hivyo, lakini haimaanishi kama una Uh, karibia uh, kila mtandao sio Tigo, sio uh, sio Yas, uh, uh, mitandao gani kitakuwa kinakufaa, na ni rahisi upa upande wako.